Ni dhahiri shahiri kwamba ndoa ya klabu ya Yanga na kiungo mshambuliaji Stephane Aziz KI imevunjika rasmi. Mchezo wa nusu fainali ya CRDB Federation Cup ulitanabaisha hayo. Ishara zilionekana waziwazi kwamba ndiyo mchezo wake wa mwisho. Kiungo huyo mbukinabe wa klabu ya Yanga aliyeitumikia Young Africans kwa misimu mitatu mfululizo kwa mafanikio makubwa Hizi ni baadhi tu ya rekodi alizoziacha klabuni hapo tangu msimu wake wa kwanza mpaka msimu wake wa mwisho. Stephane Aziz Ki amehusika katika upatikanaji wa magoli 91 akiwa na klabu ya Yanga. Aziz Ki amecheza ya michezo sabini na mbili huku akiifungia Young Africans magoli 39 na asisti ama pasi za mabao kumi na tisa. Amefanikiwa kufunga jumla ya hat-trick tano akiwa na Young Africans akiwa na Young Africans ameshinda mataji mawili ya ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, lakini pia amefanikiwa kuchukua mataji mawili ya FA Federation Cup. Aziziki ndiye mshindi wa MVP Most Valuable Player katika msimu wa 2023-2024 wa ligi kuu ya Tanzania bara, lakini pia msimu huo huo 2023-2024, Aziziki alifanikiwa kuondoka na kiatu cha mfungaji bora wa ligi. Aziziki amefanikiwa kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF Confederation Cup final katika msimu wa 2022 2023 akiwa na Young Africans. Alifanikiwa kucheza robo fainali moja ya CAF Champions League akiwa na Young Africans ambapo Young Africans walitolewa na klabu ya Mamelodi Sundowns. Hayo ni baadhi ya mafanikio ya Stefan Aziziki akiwa katika klabu ya Yanga. Taarifa kutoka katika vyanzo vya kuaminika zinadai kuwa Stephane Aziz Ki tayari amesaini mkataba wa miaka miwili kuitumikia klabu ya Wydad Athletic Club akitokea Young Africans Sports Club, na klabu ya Young Africans imepata kiasi cha dola za Kimarekani milioni moja sawa sawa na shilingi bilioni mbili nukta sita za Kitanzania ikiwa ni fedha ya mauzo ya Stephane Aziz Ki kwenda kujiunga na Wydad Athletic Club huko nchini Morocco. Stephane Aziz KI tayari amesaini makaratasi yote ya mkataba katika klabu ya Wydad Athletic Club na anaingia kambini mapema wiki hii kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya FIFA Club World Cup ambayo Wydad Athletic Club inatarajia kuenda kushiriki hivi karibuni katika nchi ya Marekani ambayo yanatarajiwa kuanza tarehe moja Juni. Ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii? Hapa ni Supa 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Aziziki master, the living monster. Kabumbu unajua kulisakata, walimwaga mamilioni saini yako kuipata. Wapo waliobeza eti Yanga wamepigwa, ila sasa nadhani walizipata taarifa. Mpira ukitua mguuni si rahisi kuupoteza. Ukipiga pasi unahakikisha inafika. Ukiwa karibu na goli wapinzani wanatetemeka. Kila msimu ulianza upya ulifunga midomo ya waliokubeza, so far gazetu lilisafisha. Kuna kipindi mashabiki walikukatia tamaa, lakini injinia akasema bado hawajaona, akakubakisha kikosini. Baadaye uliwapa presha, Mr MVP. Kiukweli matuzo umeyabeba. Hivi guu lako linakuwaga na sumaku, maana ni kama limeunganishwa na nyavu. Ukikaribia goli tu ni kama golikipa anageuka kipofu anakuja kushtuka, mpira ushazama kwenye nyavu. Kuna kipindi ukawakataa Waarabu, wananchi wakakupa utulivu. Leo vipi tena, imekuwaje kaka? Najua haini husu ila hivi unaondoka na dada yetu, mbona unafanya hivyo? Nadhani unatujua vizuri, wa bongo kwa upaparazi, hayo ndo mambo tunayopenda. Bwana Azizi, ufunguo tulikukabidhi, ukavifungua vyema vitasa vya mabeki, ukawapa fulu shangwe wananchi Leo hii unaondoka, but anyway, kila la kheri, kawape burudani wa Arabu, ikiwezekana wape Club World Cup. Kama utashindwa kuielewa hii dada yetu yupo atatafsiri. And if you like it leave your comment, kisha niombee kwa mashabiki, wasiache kutufollow. Mi naitwa Denis Denominator and if you know me then you know Super 12. Ni hayo tu kwa leo, tukutane tena wakati mwingine.